Na mtazamaji kwengineko, David Ndakwa wa chama cha UDA ndiye mbunge mteule wa Malava kaunti ya Kakamega baada ya kumbwaga mpinzani wake wa karibu Seth Panyako wa chama cha dapk Ndakwa amezoa kura 21,564 huku Panyako akipata kura 20,210. Tusikilize matangazo haya.

Kwa wote wenye wako hapa, kwa wote wenye wako inje, kwa wote marafiki wenye wananisikiza wananiona hii ushindi ni wetu sisi wote, na nitahakikisha ya kwamba nitakuwa mutu wa kusikia maoni ya kila mtu. Nitakuwa mvumilivu kwa nyinyi yote, na nikisema ya kwamba watu wa Malava wamesema statement yao ya kusema kwamba they have gone for the best kwa wale walikuwa wamesimama and they have exercised their democratic right, na hakuna mutu amewashurudisha, na nikusema kwamba sisi wote right now is to focus kwenda mbele tukijua kwamba hatuna muda wa kumaliza na kuwest kwa sababu election nyingine, ninajua hata mimi mwali niko hapa kwamba ni 2027 20, 20, 20, so we have one and a half year kurudi kwa election, na nitakana tuwe tumefanya kazi kwa sababu tumepoteza sa muda mrefu.